nieni kusomwa kwa ndini muyassarun litaalum watadabur, nieni kufanywa nyepesi kwa ajili ya kujifunza na kupata mazingatio, kama vile Allah subhanahu wataala alivyosema, walaqad yassarna lqurana lidhikir, kwa hakika tumewepesisha Quran kwa ajili Qur ya kupata ukumbusho, kupata mawaidha, mazingatio. Fahal min mudakir, je yupo mwenye kupata mawaidha uje yupo mwenye kupata mazingatio kupitia hiyo Qur'an. walakad yassarna al-Qur'ana, uhakika tumewepesisha Qur'an kusoma, kuandika, kuhifadhi lidhikr, kwa ajili ya kupata ukumbusho. fahal min mudhakir, je yupo mwenye kuwaidhika kupitia hiyo Qur'ani? yastati'u hifdhahu, anaweza kuhifadhi hiyo Qur'ani, wastidharahu alsigharu wal aajim, na kuidhihirisha hiyo Qur'ani wadogo na waajemi, la takallul alsunu, azichoki ndimi, min tilawatihi, kutokana na kuisoma, wala tamallu l asmau, na wala hayachoki maskio, min halawatihi, kutokana na utamu wake, wala tatiki na ladha yake, wala tashbau l ulamau na wala hawashibi wanachuoni min tadaburihi wa tafakuhi fi maanihi, kutokana na kuzingatia na kuzifahamu maana zake. Wala yastatiu alinsu waljinu, na wala hawawezi watu na majini, an yatu bimithli kuleta mfano aksari suratin minhu sura fupi zaidi katika hiyo Quran liannahu lmujizatu alkhalida, kwa sababu ni muujiza wa kudumu mu

ili wazingatie aya zake waliyatadhakara ulul albab, naili wakumbuke watu wenye akili. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam: man qara harfan min kitabillah, mwenye kusoma herufu moja katika kitabu cha Allah. Falahu hasana, anayee jema. Walhasanatu bishri amthaliha, na jema ni kwa kumi mfano wake. Ni mtu akisoma herufu moja nalipwa jema na hilo jema ni kumi mfano wa hilo. La aqulu, sisemi alif

kuelekea katika vigawanyo vingi. faminhum man yatluhu haqa tilawatihi, miongoni mwao yupo anayesoma hiyo Qurani ukweli ukisoma. wa yahtamu bidirasatihi ilman wa amala, na anaitilia umuhimu kwa kuisoma Qurani bidirasatihi kwa kuisoma kwake ilman kielimu na kuifanyia kazi. wa haulai hum suada, na hao ndo watukufu alladhina hum ahlu lqurani haqiqatan, wale ambao hao ndo watu wa Qurani.

kutokana na kumtaja Mungu wa rehema ambaye ni Allah, nuqayyid lahu shaytan, tutamsababishia yeye shaytan. Miongoni mwa tafsiri za neno nuqayyid maana nusabibu lahu, tutamsababishia shaytan. Pia miongoni mwa tafsiri zake ni sallitu lahu, tutamsalitishia yeye shaytan. Fa huwa lahu qarin, yeye huyo shaytan kwake atakuwa ni rafiki ambaye anayefuatana naye muda wote. Ya qarin ni sahibu la yufariquhu, ni rafiki ambaye atengana naye muda wote, upo naye kwa ajili ya kumfanyia tashwishi eh, na kumpoteza eh. Waqala taala, na Allah amesema, wa man a'rada an dhikri, na wale ambao atakayepuuza kutokana na kunitaja mimi, fa inna lahu maisha tamdanka, hakika atakuwa na yeye maisha ya dhiki, na kama vile wanavyofasiri alulama fa inna lahu maisha tamdanka bi maana adhabul qabr. Baada wanachoona tafsiri tafsiri maisha tamdanka ni

Wakadhalika alyuma tunsana, vilevile leo unasahaulika kama ulivyozisahau aya zetu, na leo wewe unasahaulika, kwa hii ni mukabala wa aljaza. Wewe umefanya, umeamua kwamba kuisahau Qurani, na sisi tunakusahau, tunakusahau wewe leo. Wa minan nasi man ta'allamal Qur'an, miongoni mwa watu kuna ambaye alijifunza Qur'an walakinahu, lakini yeye ahmala tilawatahu, ameacha kuisoma au amepuuza kuisoma. Wa hadha hudran lil Qur'an, na huko ni kuiyama Qur'an, hirman lin nafs, kuinyima nafsi min al ajr al adhim, ujira mkubwa hiya fi tilawatihi, katika kuisoma, wa sababun linnisyani ni ni sababu ya kuisahau. wa qad yadkhulu fi qawlihi ta'ala, na kwa hakika uenda ikaingia katika kauli yake Allah mtukufu, wa man a'rada 'an dhikri, na yule ambaye atakepuuza kutokana na dhikri yangu utajo wangu, fa inna al-i'rada 'an tilawati al-Qur'an, hakika ya kuipuuza kuisoma Qur'an, wa ta'riduhu lin nisyan, na kuisababishia kuisahau au na kuidhihirisha Qur'an kwa kuisahau, khasaratun kabiratun, hasara kubwa wa wasababu nani? sababu litasalluti shaitan ala alabd, kusalitishwa shaitan juu ya mja wa sababu wasababu likaswatil qalb, nani? sababu ya ususuwavu wa moyo. wa mina nas man yatlu lquran, na miongoni mwatu kuna yule ambaye anasoma Quran mujarrada tilawatin, wakuisoma tu, min ghairi tadaburin wala itibarin, pasina ghairi tadaburin, pasina kuzingatia

kwa mfululizo wa kuisoma tu wa khatmihi na kuihitimisha, min ghairi tafahumin wa taathur, pasi na kuifahamu na kupata athari. Yani unasoma Qurani alafu au pate athari yoyote ndani yake. Wafaka llahu ljamia lima yuhibuhu wa yardah, Allah awafikishe nyote kwa yale ambayo anayoyapenda na anayoyaridhia. Amin, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.